Mtazamaji wa Sawasawa Sawa Digital, leo nataka nikuonyeshe namna ambavyo teknolojia imekuwa na kutanua mbawa zake. Sasa huko nchini China, timu ya matibabu mjini Shanghai imefanikiwa kuendesha robot ya upasuaji kwa mbali ili kufanya upasuaji wa pharynx na larynx kwa mgonjwa aliyeko katika mkoa wa Kashi na Xinjiang. Hili ni tukio la kwanza duniani la upasuaji wa mbali, yani telesajari kwa kutumia teknolojia ya artificial intelligence ya China. Kumbuka, mfumo huo ni mfumo ambao unahusisha upasuaji wa njia ya hewa, ambapo unaongozwa na roboti aina ya tosi, yaani transoral robotic surgery system, ikiwa na maana kwamba ni mfumo wa upasuaji wa roboti kupitia njia ya mdomo. Mfumo huu unaruhusu madaktari kufanya upasuaji kwenye maeneo kama koromeo na kiboksi cha sauti kwa kutumia roboti bila kufanya michubuko mikubwa kwenye ngozi ya nje. Hii inapunguza hatari na muda wa kupona kwa mgonjwa. Sasa kwa upande wa China, roboti hiyo ya upasuaji iliyodhibitiwa kwa muda halisi na madaktari kutoka hospitali ya macho ya chuo kikuu cha Fudan ilifanya taratibu za upasuaji kwa usahihi mkubwa, umbali wa kilomita elfu tano. Mafanikio ki haya yanafungua njia kwa upasuaji wa mbali unaendeshwa na artificial intelligence, hivyo kusaidia kupanua huduma za afya za hali ya juu kote China, na hivyo ni namna ambavyo nchi za wenzetu wameendelea kutanua teknolojia zao na kuweza kuboresha na kurahisisha kazi ambazo hupelekea katika sekta mbalimbali mbali, kama vile sekta ya afya, lakini hata sekta ya usafirishaji. Kumbuka hii ni Sawasawa Digital, habari kiganjani mwako. Lakini pia ili we wa kwanza kupata taarifa zetu punde tunapokuwekea, usisahau kusubscribe, lakini pia kuwasha alama ya kengele, ili tu uweze kupata ujumbe punde tunapokuwa tumeweka taarifa zetu. Jambo la msingi pia ni kucomment, kulike, lakini pia kushare na kwa wengine waweze kupata taarifa zetu.